Uh, haya hapa matokeo ya usaili wa vitendo uliofanyika tarehe kumi na nane hadi tarehe ishirini mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Wasaili wote waliochaguliwa wanatakiwa kuzingatia muda na eneo la usaili. Kumbuka kuzingatia muda na eneo la usaili. Aidha, wasaili wote wa wanakumbushwa kuwa na vyeti halisi pamoja na uh, kitambulisho kwa ajili ya utambuzi. Tutaanza na mpishi daraja la pili u daraja la pili tuweze kuona majina ya wale ambao wameweza kuchaguliwa katika nafasi hiyo. Kama unapoona hapa, mpishi daraja la pili, majina ya walioweza kuchaguliwa ni kama jinsi yanavyoonekana. Kwa hiyo hakikisha unapata PDF hii ili kuweza kuangalia jina lako. Kwa hiyo wamechaguliwa watu 64 kati ya 66 kwa hiyo ni watu wawili tu ambao hawajachaguliwa. Ni watu wawili ambao hawajachaguliwa, lakini wengine wameweza kuchaguliwa. Alafu baada ya hapo tutaangalia tena, uh, fundi sanifu, tena fundi sanifu daraja la pili. Tuangalie tena fundi sanifu daraja la pili majina ya wale ambao wameweza kuchaguliwa kufika katika usaili. Hii ni matokeo ya usaili. Kwa hiyo hawa wameweza kuchaguliwa, matokeo ya usaili wa vitendo hii ni kwa fundi sanifu, majina ya walioweza kuchaguliwa. Hii wameweza kuchaguliwa watu hamsini na mbili katika watu sitini na mbili Kwa hiyo watu kumi hawakuweza kupata nafasi, watu kumi hawakuweza kupata nafasi, watu kumi hawakuweza kupata nafasi. Hapa ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY Tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Santeni na karibuni.